Ye taarifa yetu hapo awali ambapo kama nilivyokufahamisha mitandao ya kijamii imetajwa kuchangia ndoa nyingi kuporomoka katika Kaunti ya Lamu kutokana na wanaondoa kutumia muda wao mwingi kwenye mitandao huku wakisahau majukumu yao ya nyumbani. Haya yamezungumzwa kwenye hafla ya kusherekea siku 16 za wanaharakati dhidi ya dhulma za kijinsia iliyoandaliwa na shirika la vijana Lalata Kisiwani Lamu, lengo kuu likiwa ni kuhamasisha jamii kuhusiana na hatari za mitandao ya kijamii amekuwa akiingia katika mitandao. Mtandao ambao unatumika sana ni TikTok hapa Lamu, ambao unapata mtu anaingia live ama anajipost akiwajua, sisi culture zetu za hapa Lamu ni kwamba mwanamke unafaa ujisitiri. So, unapata yule mwanamke anajiexpose, pengine mtandio umeshuka hajajifunika vizuri, hajajitandaza vizuri, unapata anatakiwa pale kwa mitandao na unapata paka mumewe akiwa nyumbani, ili kitu anaona ni aibu na ndoa yake hizi dumu inabidi avunje ile ndoa kwa sababu ya aibu hiyo. Ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba unapata kwamba mwanamke anasahau majukumu yake pale nyumbani. Unapata ko busy na simu mpaka hata akiambiwa kitu unaona analipuka juu, kwa sababu ya ile mitandao, pengine ako busy na ako engrossed pale na mitandao, anasahau kwamba yeye ni mwanamke na ana majukumu nyumbani. Tumetekwa nyara na maswala ya technology to, to an extent tunajisahau kwamba tuko na wenzetu na pia imeanza kuleta ya... Issues za mental health. Kuna incidents fulani zenye zimewahifanyika watoto, wamekuwa wakipost vitu zenye si vizuri ama hazifai kulingana na umri yao. Kwa hivyo mwito wangu kwa wazazi, kwa walimu, hata kwa jamii kwa ujumla, waweze ku waweze kuweka mipaka